Aise, na hivi ndivyo watoto wako watacheza katika mazingira mazuri, bila kuchafuka na tope wala vumbi. Jamani, hii ni site yetu kutoka Mpigi Magoe. Kama mnavyokumbuka, hii site bwana ilikuwa katika mazingira mabaya sana, lakini Kiboke tumepambana hali na mali kuhakikisha hii site inakuwa very official kama unavyojionea hapo. Na sisi tunamshukuru sana mteja wetu kwa kutuamini zaidi, jamani, na ameonyesha ushirikiano mkubwa sana, yaani kuhakikisha material yanakuja kwa wakati, kila kitu kinaenda vile ama vyo, eh, tunavyohitaji. Ubarikiwe sana dada yetu Blessi. Una faida kubwa ambayo ameipata dada yetu kutoka kampigi magoe, hizi pavement hazitotesha majani kabisa katika nyumba yake. Lakini cha pili hizi pavement ni imara bwana, hataishi nazo maradufu zaidi. Lakini cha tatu hizi ni pavement pekee ambazo zimempunguzia gharama kwa kiasi kikubwa sana, hata yeye mwenyewe ameshangaa, ameona... Jamani, mbona nimepunguziwa gharama kwa kiasi kikubwa hivi? <laughs> Tupigie simu tuje kukuboresha nyumba yako hiyo ya kisasa kama mteja wetu kutoka Mpigi Magoya, au zaidi ya vile ambavyo wewe unahitaji. Sisi Kiboke tupo kwa ajili yako. Kiboke Building Company, nyumba ya wajenzi, karibu ujenge nasi.